wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mlejeshi Mkuu wa Jeshi la Ulinzi na Wananchi wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Rimo Simeon Nyansaho mbunge, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Jenerali Jacob John Mkunda, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Profesa Adolf Faustin Mkenda, Waziri wa Elimu na Sayansi na Teknolojia, Daktari Faraji Kasidi Mnyepe, Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa wakuu wa majeshi ya ulinzi wa staafu mliopo, Luteni Jenerali Salimu Haji Osman, nadhimu mkuu wa jeshi, wanadhimu wakuu wa jeshi wa staafu mliopo, Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makala, mkuu wa mkoa wa Arusha, Major General Rajabu Nduku Mabele, uh, mkuu wa jeshi la kujenga taifa, wakuu wa kamandi, wakuu wa matawi makamkuu ya jeshi, Meja Jenerali Wilbert Augustine Buge, mkuu wa chuo cha taifa cha ulinzi maafisa jenerali mliopo, Mheshimiwa Gloria na Julius Kimasi mkoa wa Monduli, wakuu wa vyombo vya usalama mliopo, Mheshimiwa Joseph Isaac Capriano mbunge wa jimbo la Monduli, wakuu wa vyo shule na vikosi mliopo, Major General Joel Uriungi Arimi mkuu wa chuo cha Kenya Military Academy, naomba simame kidogo, Mheshimiwa kuone Kanali gerard hame, uh, hamenyimana kwa chuo cha uh, mafunzo burundi na wasimamizi mheshimiwa kuone kanali petro nikodem kapinga mfuzi mkuu uh, tma wambata jeshi mliopo maafisa wakuu na maafisa wadogo afisa mtori dajara wa kwanza, kwanza martin peter kazilo sameja wa jeshi askari wote wageni waalikwa Ndugu wananchi, mabini na mabwana, Mheshimiwa Rais na mnejeshi mkuu, kwa heshima na taadhima kubwa, naomba tumie fursa hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria sherehe hizi za kamisheni zinazofanyika katika chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli mkoa wa Arusha. Kwa niaba ya maafisa askari na watumishi wa umma wa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli, naomba kutoa shukrani za dhati kwako Mheshimiwa Rais na nejeshi kwa kwa mkuu kwa ukubali ombi letu la kutunuku kamisheni leo tarehe 22 Novemba 2025. Kwetu sisi chuo ni heshima na faraja kubwa sana, Mheshimiwa Rais na jeshi mkuu. Baada ya utangulizi huo, sasa naomba niwasilishe maelezo mafupi ya kozi ya maafisa wanafunzi kundi la 6 mkoa wa 22 shahada ya sayansi ya kijeshi nakundi a 72 kwa 24 regular pamoja na maafsa wanafunzi walipata mafunzo yao kutoka vio vya kijeshi vya nchi rafiki, ambao Oktoba 2022 ikiwa na maafawanafunzi wanafunzi idadi 155 wote wa Tanzania, wanaume wakiwa 109 na, na wanawake 46. Kwa bahati mbaya maafisa wanafunzi idadi arobaini na tisa waliachisha mafunzo kwa sababu mbalimbali, ikiwemo maombi binafsi idadi watano, kutofikia viwango ya kitaaluma idadi thelathini na moja, ukoso aminefu a idadi wa nne, kwa ugonjwa idadi watano na utoro idadi wa nne. Hivyo maafisa wanafunzi waliotunuka kamisheni na kuwa maafisa leo idadi yao mia mbili na sita wote wa Tanzania. Kundi la pili ni kundi la 72 24 regular kozi ilifunguliwa tarehe 10 Disemba 2024, ikiwa na maafisa wanafunzi idadi 173 wanaume wakiwa 153 na wanawake 20, kati yao kutoka nchi rafiki ni maafisa wanafunzi idadi 23 na ikiwa wanaume ni 19 na wanawake ni 4 kwa mchanganyo ufuatao: kutoka Burundi wawili wote wanaume, kutoka Komoro wanne wote wanaume Toka Kenya watano wanaume watatu wanawake wawili, Malawi idadi wawili wote wanaume, Msumbiji idadi wanne wote wanaume, Rwanda idadi wawili wote wanaume, Uganda wawili mmoja mwanaume mmoja mwanamke, na Zambia idadi wawili mmoja mwanaume mmoja mwanamke. Hadi sasa achisha mafunzo idadi yao ni mia moja ni sabini na mmoja kwa ni sababu mbalimbali kukimbia mafunzo idadi kumi na wawili, maombi binafsi idadi kumi na saba, kukosa uaminifu idadi moja, ugonjwa idadi tisa, kutofikia viwango vya kitaaluma idadi kumi na saba, tabia na mwenendo usioridhisha idadi saba, kukosa ufanisi idadi wanne, na kwa bahati mbaya maafisa wanafunzi idadi wanne walifariki wakiwa wanaenda mafunzo hapa chuoni. Hivyo maafisa w wanafunzi wa Tanzania na kuwa maafisa leo idadi yao ni sabini na tisa. Kundi lingine ni maafisa ini wanafunzi walipata mafunzo kutoka vio Rafiki. Maafisa viorafi wanafunzi idadi mia moja kumi na moja, wanaume wakiwa ni mia moja na wanawake kumi na moja waliripoti chuoni kutoka makao makuu ya jeshi kwa tarehe tofauti kuanzia mwezi Julai 2025 kwa maandalizi ya kutunukia kamisheni. Nchi walizokuwepo maf kwenye mafunzo ni ifuatavyo: Afrika Kusini kumi, Burundi wawili, Ethiopia wawili, India sita, Kenya wawili, Misri wanane, Morocco wawili, chuo cha anga cha kijeshi idadi kumi na Uganda kumi na wawili, na wengine pata mafunzo yao nchini Urusi. Mheshimiwa Rais na mnejeshi mkuu, maafisa wanafunzi waliotunukiwa kamisheni leo tarehe 22 Novemba 25, kwa maafisa katika jeshi la ulinzi la Tanzania jumla yao ni 296. Kati yao wanaume idadi ni 257, na wanawake idadi yao ni 39. Aidha, maafisa wapya hawa wana elimu na taaluma kwa mchanganuo ufuatao: kidato cha 6 wako 9, shahada stashahada kwa maana diploma idadi 27, shahada ya kwanza idadi 259. Hii inajumuisha maafisa wanafunzi idadi 106 utakao watunuku shahada ya sayansi ya kijeshi muda mfupi ujao shahada umahiri idadi mmoja, na hivyo kutimiza idadi ya maafisa wote 296. Mheshimiwa Rais na mnajeshi mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Nchi wa Tanzania, huo ndio mwisho wa maelezo mafupi ya kozi ya maafisa wanafunzi uliowatunuka misheni leo na kuwa maafisa katika Jeshi la Ulinzi la Nchi wa Tanzania. Mheshimiwa Rais na anajeshi mkuu, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii kutoa maelezo mafupi ya kozi ambayo nimemaliza leo Tarehe ishirini na mbili Novemba ishirini na tano. Asante sana.